Nassoro, Nassoro kapama ama. Mimi naitwa Nassoro Abdalla Ali Kipuli au AKA Nassoro Yanga. Jana umeona mchezo bwana wa Wekundu wa Msimbazi? Ah, mimi jana nimeuona mwanzo mwisho nilikuwepo kwenye mechi nikaangalia, ila mimi nawashauri mashabiki wa Simba sasa hivi wakitaka kuangalia timu yao mpaka walewe, kama hawajalewa wasiende kuangalia timu yao. Wakishalewa maanake watakuwa wanapoteza kumbukumbu, bila hivyo wanaweza wakafa kwa timu yao lazima uwe umelewa upoteze kumbukumbu hiyo. Ni sawasawa, ametoka sare sawasawa, jini katoka, ila kiti poi akavuka sawa, lakini wamevuka furaha kata, hawana hawana furaha. Kama ulitizama mechi vizuri, walishambuliwa mwanzo mwisho mpaka Alefa ilionesha kabisa kuwa refa kuna hela akapata. Maana alienda kutoa umeme pasikuwa na sababu, watu akamkomalia akashindwa kutoa umeme. Wewe ule umeme uliuelewa jana? Maamuzi alitoka alitoa kadi ya njano akapiga umeme. Wewe uliwahi kumwona mtu anapigwa anapewa kadi ya njano moja na umeme? Ndo maana akabadilisha baadaye baada ya watu kumsonga na kuja kutizama. Da, kumbe washanishtukia, ikababadilishwa bila, bila mwamuzi jana kuwatoa jamaa kwenye mchezo. Jamaa walikuwa wanafuzu hapa hapa, hawana kikosi. Ujue Simba mm, na Yanga vitu viwili tofauti mm. Simba kipindi cha furaha zipo awamu mbili tu mm, yeah. Yanga washazoea furaha kila siku, ila Simba furaha zao zipo sehemu mbili. Simba wanafurahi kwenye usajili, ukianza usajili kila mwana Simba anakuambia sisi mwaka huu timu wetu bora, hakuna timu wetu kama mwaka huu. Wakishamaliza hapo wakifika Simba Day ndo mwisho wa furaha, wanakuwa wao na furaha wameagana. Kwa hiyo nani anawapoteza Simba sasa? Wao wenyewe na uongozi wao. Uongozi wao si unawasikia wenyewe, mara ondoke Mangungu, mara ondoke huyu, kwa sababu walivyoenda kukaa kuweka mabadiliko ya timu yao walikosea, na ndio maana mpaka leo mwana Simba yoyote ukimfuata hajui nani wa kumlaumu, unaenda kumlaumu Mangungu. Sawa, mangungu je, akiingia kwenye bodi anakuwa mjumbe, manako ukiwa mjumbe hata swali uhulizi mpaka unyoshe kidole. Kwa hiyo maanake unaenda kumlaumu, unamwonea cha msingi wa mlaumu utajiri, kwa sababu ndugu yangu, kuna homework nakugea, naenda mbea, nikirudi ukifaulu hii homework nakuja kukugea laki moja. Ukitoa Simba na India sushe leo. Ukitoa Simba na India Ukiona nchi nyingine yoyote wamemdhamini Muhindi kumpa timu, njoo nakupa hela. Ah, naso naso. Sasa hakuna Muhindi aliyedhamini timu duniani. Nakurudia tena, dunia mzima, ukitoa Simba na India, ukimuona Muhindi nchi yoyote wamemdhamini timu, njoo mi nakupa hela. Hakuna zaidi ya India na Simba. Simba na India. India peke yake ndo Muhindi kadhaminiwa timu duniani. Kokote kule huwezi kukuta nchi nyingine yoyote Muhindi kaenda kupewa timu. Yaani, hapa mashabiki wa Simba wanamwita Muhindi tajiri, ila ukienda kwa Waarabu, Muhindi mfanyakazi wa ndani. Kwa hiyo tajiri hataki kutoa hela. Unajua, mfanyakazi wa ndani she wangu kwa Wahindi, kwa si Wahindi, sisi angafika. Kwa Wahindi huko tushapita, kwa hiyo si Wahindi tunawajua sisi angafika wakituambia Wahindi mpaka zee wa Yanga Wahindi wanawajua sisi, sisi tumekaa naye Mwindi miaka saba Wahindi saba Yanga hapa wamepita, ko si Wahindi tunawajua wa, wa wa, mimi hapa uzuri, kuna mmoja niliwahi kumkuta, unamsikia mzee Msumi wa kwanza Virani eh. Wa pili Abbasi Gulamali eh. Mutaza deuji ma usipatwa unasikia yo? Ngunja vinoza vyasa nasikia ashoki aya Yusufu mabubu Manji au kwa mkupuo. Sasa sisi Yanga, sisi hapa tumeshajua Wahindi walivyo na ndio maana sisi tumetoka kwa Wahindi tumeenda kwa Warabu, na ukienda kwa Warabu sasa hivi dunia mzima Mwarabu ndo anaaminiwa kwenye mpira. Wewe uwezi kumsikia Mwarabu katia hela yake anaongea Instagram, Instagram. Uwezi ukamwona Mwarabu katia hela yake leo anakuambia, mimi nadai au mimi timu nimenunua, nimenua. Usikii upande wa pili uko upande wa Kikeni upande yani, so, wa Simba, usikii muhindi kila siku analia? Si muhindi wa Simba, mi jina yake simjui mimi, najua muhindi wa Simba Wahindi wa, muhindi yoyote kwa Waarabu mfanyakazi wa ndani she wangu. Oh, oh. Muhindi yoyote kwa Waarabu mfanyakazi wa ndani, mwosha vyombo. Simba peke yake muhindi ndo anamwita tajiri. Muhindi yoyote kwa Waarabu mfanyakazi wa ndani, Simba peke yake ndo muhindi anaitwa tajiri. hmm. Kwa, kwa hiyo Simba ameenda kuchukua mfanyakazi wa ndani. Sahihi, sahihi kabisa Gemu ya kesho, Simba jana gemu waliocheza ni mbovu mno, ila mimi kuna sehemu moja tu nimecheka, namesikitika. Ni siku moja niliwahi kuongea, kocha timu ya taifa haazimishwi, mnakumbuka? Niliongeli kocha timu ya taifa haazimishwi, kama umeenda kuazima kanga ulaba leo tumeenda kuona udhaifu wa mwalimu. Laiti angekaa kwenye timu ya taifa bila kwenda kuazimishwa, tusingeuona udhaifu wa mwalimu. Mimi nimeona mwalimu Moroko mpote anapoteza kumbukumbu kumbu kichwani. Moroko, siku ya kwanza anaingia kambini Simba, aliongea mbele ya vyombo vya habari kuwa kila mchezaji ana fitness, jamani, kila mchezaji yupo vizuri, sawa, ana kiwango au mjisikia, siku ya kwanza anaingia kambini. Siku ya siku ya mechi imekuwa ngumu, Simba kaingia awamu ya pili papatu, papatu. Juzi kocha akaja kubadilisha maneno, yaani kumbukumbu ya kwanza akasahau, anakuja kuongea wachezaji hawana fitness, yaani mchezaji mmoja mmoja ana kiwango. Sasa hapo unamuelewa kule mwalimu <laughs> Hapo <laughs> mimi sijamuelewa, maana naona kumbukumbu ya kwanza akaipoteza, akaja kuongelea kumbukumbu hii. Lakini amesema wana fitness, shida iko wapi? Kwa hiyo, kwa nini mara ya kwanza alisema wanayo? Alikuwa <laughs> anaona kwenye video. <laughs> Kwa hiyo anaona kwenye video hapo, baadaye akaja kuona sahihi. Yule mwalimu aliwahi kufukuzwa na Mungu timu ya taifa, alipelekwa kwenda kula pesheni yake tu. Kwa hiyo timu ya taifa anakula pesheni, hamna mwalimu, hakuna mwalimu. Mule mwalimu anaongea maneno mawili aelewi. Timu ya taifa akaifikisha wapi? mashindano ya chani hapa tumeshindwa, mashindano ya chani tumeshindwa kuingia hata robo hu azima katufikisha katufikisha wapi? makundi. Makundi gani ya chani? Chani kufika makundi, si tumesha kufika bwana? Tumefika na nani? Nani Maximo? Takuwa yeye uh-huh. Sushlewa mm. Ye, yeye hajatufikisha popote pale yeye. Mi naona kwa timu ya taifa sasa hivi basi shakuwa basi, abaki Simba, wasimrudishe timu ya wa taifa, akaja kutugaa wengine tukaja kuisomea timu ya taifa Mtu akishakuwa Simba sikashakuwa asimu wetu Baibuwa na asimu abadiliki baki. Kwa hiyo bora aendelee kubaki Simba. Akirudi timu ya taifa nawaambia shirikisho tusije kulaumiana, sisi lazima tumzomee, kashakuwa mpinzani wetu na atumwaji kukosa kumzomea kwa nini? Sasa, sasa hivi hmm, shabiki wa Simba ipo tayari kuomba kifo kuliko kukutana na Yanga. Mimi tokea nimezaliwa sijui, labda mzee wangu Msumi kaona, lakini mii tokea nimezaliwa sijawahi kuona na wala kusikia Simba na Yanga mdu kawahi kufungwa mara sita mfululizo, haijawahi kutokea, kutokea. Na, li... Magoli alichokiongea labda kumbukumbu wana kumbu, sisi hajatufunga mara saba mfululizo, hiyo miaka saba, si hatujafungwa miaka saba hiyo miaka saba, Yanga ipo mbovu bado inatoa sare na Simba, hakuna rekodi kupigwa baki baki tubaki, tubaki, mara saba. Hakuna kama anayo kama anayo kama anayo, anayo rekodi aniletee mimi, natoka uchi mpaka Mbagala Magoli, Magoli. Mwambie kama anayo rekodi kamfunga Yanga miaka saba mfululizo, mimi natoka uchi mpaka Mbagala Magoli. Unasikia Magoli? rekodi hii wameweka sasa hivi uongozi wa Yanga chini ya mzee mwenye mw msumi ndo rekodi hii wameweka wao. Yani mimi na wewe, tutakufa ile rekodi haivunjwi yeah. Mara sita mfululizo umfunge Yanga, mimi na wewe tutakufa ile rekodi haivunjwi. Kwanza kweli si tunajiandaa mm, forensa wa yanga tuondoke mm. Naona mpaka majira ya saa kumi kamili tutakuwa tunaanza na safari kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu aijalie salama safari yetu, tufike salama turudi salama, na wachezaji wetu wamefika salama. Mungu awajalie, kesho tuende kwenye mchezo salama, tushinde, tupate kurudi kwa usalama. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Mbeya, tunawaomba tukutane kwa wingi uwanja wa Mbeya. Ushindi lazima sio yali. Wakitaka tutashinda, hawataki tutashinda. Sio kukaa vile, hakuna mtu anapenda kufungwa. Kufungwa unalazimishwa. Niambie tu, nakaa tu, sio anapenda kufungwa. Kufungwa unalazimishwa. Na pili, mwenye wasiwasi na mwalimu akae pembeni, hatusubiri ujue, kuna kuna